TMA yatabiri kutokea kwa mvua kubwa kwa mikoa 20 kote nchini, huku ikitarajia mvua kubwa kuanza kutokea Jumapili, 28 Desemba 2025. Onyo hili linaonyesha uwezekano wa mafuriko yatakayosababisha usumbufu kwa shughuli za kijamii na kiuchumi endapo hali ya hewa itazidi kuwa mbaya. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, TMA ilitaja mikoa iliyo katika hatari ya mvua kubwa ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Kigoma, Katavi, Singida, Dodoma, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Morogoro, Ruvuma, Tanga, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Pwani, pamoja na kisiwa cha Mafia. Mamlaka hiyo imewaonya wakazi wa maeneo dhaifu na chini ya maeneo kuchukua tahadhari zinazohitajika na kufuatilia taarifa za hali ya hewa mara kwa mara ili kupunguza hatari inayoweza kutokana na mafuriko ya ghafla. Onyo hili limetolewa huku doria ya hali ya msimu wa mvua ikionyesha mabadiliko ya mifumo ya mvua katika nchi nzima na baadhi ya maeneo yana wa kupata mvua kwa kiwango cha kawaida hadi chini ya kawaida katika msimu wa 2025-2026, jambo ambalo linaweza kuathiri muda na ukali wa mvua katika miezi ijayo. Taarifa hii pia inakuja baada ya matukio makubwa ya mvua na mafuriko yaliyoathiri maeneo mbalimbali mbali ya Tanzania katika mwezi uliopita, ambapo mvua kubwa ilisababisha vifo, uharibifu wa nyumba na usumbufu mkubwa kwa jamii. Mashirika ya serikali na mawakala wa usimamizi wa majanga wamekuwa wakisisitiza uzalendo na maandalizi makini huku msimu wa mvua ukiendelea. TMA imeweka msisitizo juu ya umuhimu wa kupata taarifa za hali ya hewa kwa wakati na ushirikiano na mamlaka za mitaa kusaidia jamii kuboresha maandalizi na kukabiliana na hali mbaya inayotarajiwa.